Msikilizaji, uh, kama nilivyokuambia juma lililopita, ifikapo mwaka elfu mbili na hamsini idadi ya watu barani Afrika itaongezeka kufikia bilioni mbili nukta tano ambapo zaidi ya nusu ya watu hawa watakuwa ni vijana walio na umri wa chini ya miaka ishirini na tano. Idadi hii inatoa fursa kwa bara hili, lakini pia changamoto hasa katika kutengeneza ajira kwa vijana na maendeleo. Hata hivyo, ujasiriamali unaonekana kama suluhisho linaloweza kutatua changamoto hii, na ndio maana vijana wengi wamekimbilia huko. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi juma hili leo nakuletea sehemu ya pili ya mjadala wangu na Kenneth Ochieng eh, ni kijana mjasiriamali na anajihusisha na uchakataji upya wa taka za plastiki kwa kuzitumia na kutengeneza vitu vingine ambavyo vinaweza vikatumika kwenye jamii. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Kuwalipa, unawalipa mshahara au unawalipa posho tu ya siku kwa mfano? Uh, kwanza nilianza na posho, lakini sasa sahi, uh, ile kulingana ile product yenye tumetengeneza tukauza, hmm. percentage yao inatoka pale. Pengine ume, ume, umezungumzia swala la kuungwa mkono hakuna pengine watu wa serikali waliokuja ama waliovutiwa na kazi yako? Tukiwa tunazungumza kabla ya kuingia studioni uliniambia hata Rais William Ruto ulikushawahi, alikushawahi kutembelea karakana yako na ukazungumza naye. Pengine unapata usaidizi wowote kutoka kwa serikali? Siwezi sema anapata usaidizi kwa sababu uh, au watu wote nimepatana nao kuanzia Rais William hakukuja kwa Uh, karakana yangu bali hizi exhibitions maonyesho mm, e, maonyesho. Mm, nimehudhuria mengi sana so mm, kuna siku fulani alikuwa anakuja pale Kurokocho stadium ku launch Nairobi River clean up na nilikuwa nimealikwa pale na vitu zangu zote nimebeba nimeleta pale so ikakuwa ni nafasi mkubwa ya yeye kukuja kukaribia na hata akakalia kiti yenyewe akashangaa sana kwa sababu hajaiona na kutoka hapo nilimweleza vile tunaweza fanya vilevile, eh, tunaweza ajiri uh, vijana hapa Kenya na hata wa, wa, wa wengi wao waache kuenda nchi za nje na kufu, kujenga uchumi yao ya Kenya na hata pia kupata mapato yao hapa Kenya, lakini pia uh, haikuwezekana kwa sababu sikuweza kupata support. Aliniambia eh, rais mwenyewe aliniambia atani umezungumzia changamoto na moja ya changamoto umezungumzia ni karakana mm. ndogo mm. Una mpango wowote pengine wa kuipanua? Kuna mpango uh, ya kuipanua na hata ikiwezekana, nijenge tu shule uh, kwa sababu hii eh, ujuzi eh, ndio nakitumia lakini ndio niweze kufikia Kenya mzima ama Afrika nzima, lazima nikuwe labda na shule, ndio tufunze watu nayo, wale wangine waenda kufungua branches mahali popote watakuwa. Kwa sababu kama mimi sahii niko Karen mm. chupa, chupa sijamaliza, hata sijafika Nakuru, sijafika hizo yeah, e, pande zingine mingi sijafika mm. so kupitia elimu na kufundisha wale wengine wataweza kufungua branches huko <mimu> inje kama Nakuru, Eldoret, Kisumu malipopote pale, bora uko na ile elimu na ujuzi, ushaonyeshwa venye unafaa kufanya hiyo kazi. A, moja ya changamoto nyingine ambayo pia ukuigusia, lakini iko ni kijana ndio ana ujuzi mm. Lakini anahamishaje ujuzi wake kwenda kwa watu wengine mm. Kuna neno watu huwa wanapenda kutumia, mtu anakuwa ni mbinafsi kwa sababu yeye ndio anakijua kile kitu hataki mm. Eh, ku transfer ile ile ule uelewa knowledge mm. Mm. Eh, kwa watu wengine, pengine unafanya kitu gani ili uh, ujuzi ulionao, ubunifu ulionao, uhamishe pia kwa watu wengine, kwa mfano labda wanafunzi wa shule za, ms za msingi sekondari hadi vyuo. Kweli hiyo ni changamoto kubwa sana mm. Sana sana kama mimi nilipitia hiyo, kwa sababu wakati niligundua naweza unda hizi viti mimi peke yangu, kulikuja tu yani nikakaa, ni kama okay, mtu mwingine hata akiingia kwa ile room yenye naunda naogopa, kwa sababu ataatafuta fursa yako na aweze kufanya labda iweze kumpeleka, kwa sababu ukuwa na ujuzi na labda akija kufikisha mahali labda ulikuwa unatarajia unaweza fika, mwingine unaogopa kushare na mwingine, ndio yeye yeah, na yeye yeah, kwa sababu anaweza una, anaweza somea kwa, kwa kutoka kwako na labda akaweza kusonga mbali zaidi hata kuliko venye wewe ungeweza kusonga, lakini saizi unahamisha una ubunifu sahii yeah. Uh, sahi niko sawa na nimefundisha already wale wenye wanafanya kazi kwa hiyo workshop wako na ujuzi hata mm-hmm, kama siko wanaelewa kama ni kiti imeitishwa, mm-hmm, dustbin ama chochote kile wataunda, na bado pia nafunza shule ya Tangaza University. Uh, wako na wanafunzi wao kama saba, wale walichagua kuja kusomea hiyo ujuzi pale kwa karakana, pia hao nawafunza na, na nimekaribia kumaliza so saa hii hata yule yoyote atakuwa anatusikiza sahii kama karibu na Karen ama Nairobi ama mali popote pale yako, tunaweza connect, aki, akiwa na kikundi ya vijanaa ama wasichana wamama, wale wanaweza taka kuongezea ujuzi kwa mazingira na kitu fulani mm. Mi nimewakaribisha malipo sio ya juu sana mm. lakini kusikizana, tutalipisha kidogo e, kidogo bure kuelewa e, <laughs> at least, e, mambo iweze kuendelea hata pande yangu pia na, msikilizaji kama ungana nasi makala ni gurudumu la uchumi na leo tunaangazia vijana na uji Ujasiriamali na namna gani vijana wanatumia fursa uh, zilizoko badala ya kusubiri kujiajiri. Studioni ni naye Kenneth Ochieng, yeye anajihusisha na uchakataji uh, upya wa taka za plastiki na kutengeneza vitu kama makochi uh, na meza uh, kwa kutumia uh, plastiki. Pengine sasa tukiwa tunaelekea ukingoni, ni ushauri gani ungependa kutoa kwa vijana wengine, hasa wanaokusikiliza na na pengine wanataka kuingia katika biashara ya kuchakata taka hasa za, za plastiki? Ch, cha kwanza iwe, uh, ni e, kijana ama msichana, yote pale nje uh, ako na ubunifu yoyote, usiji underrate. Kitu ya kwanza usiji underrate, useme ati kwamba hii yangu haiwezi kuwa kama ya ule ama hii yangu haiwezi fika mahali fulani. Hapana, aanzisha kile kinakusumbua akili, kifanye bora au dhulumu mtu yoyote, na kulingana na venye utakuwa unaendelea utakuwa uh, unapata motivation na pia the same time utakuwa unapata zile maneno za kukuweka chini zote zina kujenga kwa sababu yule anayekuweka chini anakueleza kitu uki, ukiweza kuifikiria mara mbili, utaona oke, kama ningefanya kweli venye ule mtu anataka ama venye anafikiria ingeweza kuwa sawa. Na pia kuna wale wenye unaona kazi yako iko sawa. Na wanakuambia endelea. So kitu ya kwanza, onyesha watu nini unaweza taka kufanya, kama unaweza taka kufanya na uko na nafasi kadogo, si lazima ukuwa na building mzima ndio uweze kufanya ile ile ndoto yako kuweza kuendelea. So kijana yoyote pale a, siweze kuwa tu ame, anakaa idol kwa sababu ya maneno ya mingi kama drugs, mm -hmm, anaepuka hizo kwanza, ili uweze concentrate na ndoto yako, lazima utaepuka hizi madawa tena, uh, kukua vikundi vikundi, ujuzi inataka ukue mahali peke yako kwanza, ui ui build inahitaji ukuwe mahali peke yako, so itabidi pia uavoid watu wengine ili uweze kujibuild kwanza nayo ukisha, ukisha amka pale ndio kila mtu ataona na ndio itakupatia mwelekezo mahali wewe unafaa kwenda. Mtu ana, anaanzaje ana ulikuwa unanipa tu historia yako fupi, una, una, una mtu atakuwa anajiuliza anaanzaje, anatakiwa kuwa na mtaji wa shilingi ngapi pengine. mm. -hmm. Na umezungumzia swala muhimu sana, vijana wengi huwa wanaishia kwenye uraibu wa dawa za kulevya uh, ama kuwa tu chokoraa mtaani mm -hmm na kadhalika, wewe ulianzaje na umefikaje hapa, kando na ujuzi? Kwanza mimi pia maisha yangu ilikuwa kama hao hao wale tunasema vijana mtaani unarandaranda, e, yangu ilikuwa huko, lakini kwa sababu za shida za kinyumbani tu baadaye nilikuja nikaletwa nika hapa Karen, na kuanza kwangu ilikuwa uh, nimeshagundua niko na ujuzi, lakini sasa sina pesa ama hata sina wale watu wa kuweza kuniinua, so ndio nianze, nilikuwa na choma hizi uh, hizi mgurudumu ya gari mm -hmm, matairi ya, e, ndiyo niweze kutoa ile waya ndani mm. kwa sababu hii hi ujuzi lazima uwe na waya, so nilikuwa natumia ile na natoa hiyo waya. Nikishatoa waya najaribu kuunganisha unganisha, unapata saa zingine ile waya ni ngumu, ingine inavunjika ina katika katika haraka, unaona but hiyo uh, ndiyo ilikuwa mwanzo yangu ili niweze kujua nahitaji waya uh, aina gani. uh, chupa pia nahitaji aina gani kwa sababu si chupa yoyote utamix tu kutengeneza uh, products zako. Kuna chupa size na shape zote zinafaa zikuwa zinatoshana zina, yeah, manake kama unatengeneza kiti lazima chupa ziwe ni za aina moja, kama ni za lita moja ya maji mm. ama lita mbili ya maji na kadhalika yes ikuwe tu ni lita mbili uh, kwa base mahali watu nafaa hiyo baseline ikuwe mm. ni lita mbili mm. mikono pale armrest, itabidi sasa wee mwenyewe uamue kama uteka ufupi kiasi ama refu, pia ikuwe ni size moja mm. mgongo pia ikuwe ni chupa size moja, lakini design ile utatumia unaambia nini serikali za Afrika Mashariki, waangalie uh, upande wa ubunifu ama ile kazi mtu anaweza fanya kupitia mikono yake, kwa sababu elimu ndio uh, tunaipata na watu wakisha, tukisha toka hata vyuo vikuu ukikuja pale nje unapata kuna wale pia walitoka vyuo vikuu na wajaweza kupata kazi, so we unakuja kujaza hii gap e, ya watu wenye wasio na kazi. Na msikilizaji, na mpaka kufikia hapa ndio natia nanga ya makala ya Gurudumu la Uchumi kwa jumaa hili. Usikose kuungana nami katika makala nyingine wiki ijayo. Ulikuwa nami Emmanuel Makundi, kwa heri.